Niko na habari njema kwenu nyinyi kutoka hapa Yiwu, tumechukua warehouse mpya, warehouse kubwa zaidi ambao ni bab kubwa kwa hapa Yiwu. Baada ile godown kubwa ya Foshan, inaofuata ni hapa Yiwu. Karibuni mu explore Yiwu. Kimataifa inajulikana soko la Yiwu kama world's capital of small commodities, yaani bidhaa zote ndogo dunia nzima zinapatikana katika mji huu hapa Yiwu China. Kwa nini usichukue fursa hii muda huu, kuja kutembelea katika branch yetu? Tutakutembeza masokoni, tutakupokea airport. Kwa hiyo tuko na mambo mengi mazuri ambayo tunawaletea. Karibuni sana, Silent Ocean, Simba wa Bahari.